Mheshimiwa Rais kupitia zile asilimia kumi, ndugu mkurugenzi wetu yupo pale, alikuwa ananiambia kwamba kiongozi, kwa kweli sisi wanailala tumekuwa tukiwasaidia wajasiriamali wengi, akinamama na vijana katika kuwawezesha. Kitu kwa kweli tunakushukuru sana ndugu mkurugenzi. Lakini kipekee niendelee kuwaomba sana ndugu zangu wananchi, tumefika katika eneo hili, tumejionea mambo mawili. Jambo la kwanza, tumejionea jinsi gani ya soko letu la Feri tunapoendelea kutunza mazingira ya soko letu, naomba tujipigie makofi mingi sana lakini, jambo la pili tumejionea mradi mkubwa, mradi wa kisasa ambao kwa kweli unaenda kuunga mkono kwa asilimia mia moja kampeni ya Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya kuhamasisha utumiaji wa nishati safi ya kupikia kwa maana ya gesi. Naomba tupige makofi mingi sana ndugu zangu wananchi. Mmoja kati ya mambo ambayo leo hii taifa letu tunafurahia, kampeni ya Mheshimiwa Rais ambayo alifanya utafiti kwa maana ya visibility study maeneo yote, na baada ya kuona wananchi wengi wanaathirika kwa utumiaji wa nishati ya kuni, Mheshimiwa ka Rais akaona hapana, akaja na kampeni ya kuhakikisha wananchi wa Kitanzania wanaenda kutumia nishati safi mbadala, kwa maana nishati safi ya kupikia ya gesi na nyinyi wengi wenu ni mashuhuda hasa wananchi wa eneo hili la Ilala. Nadhani miezi mitatu nyuma iliyopita hapo walikuja viongozi wa kidunia na Afrika kuja kujifunza Tanzania Mheshimiwa Rais anawezaje kuanzisha kampeni ya nishati safi ya kupikia hapa nchini kwetu Dar es Salaam. Mpigeni makofi Mheshimiwa Rais wetu. Na nataka niwaambie wanaferi na wanailala, tumeona jitihada ambazo mnaonesha juu ya kumuunga Mheshimiwa Rais juu ya kuhamasisha nishati safi ya kupikia. Ndiyo maana leo hii tumejionea, tumezindua kiwanda chetu cha kisasa ambacho kitawasaidia wajasiriamali waliopo katika eneo hala, lakini Mheshimiwa mbunge ameniambia kwamba wananchi walikuwa wanapata shida juu ya utumiaji wa kuni na wanaathirika wengi kiafya, hivyo kaja na mbinu hii. Kwa kweli tunawashukuru sana viongozi wa wilaya, lakini pia nataka niwaambie ndugu zangu wana feri, kampeni hii ya Mheshimiwa Raisi ya kuhakikisha utumiaji wa nishati safi ya kupikia nchini kwetu, ni moja kati ya mambo ambayo Mheshimiwa Rais anahitaji ikifika elfu mbili na thalathini zaidi ya wananchi asilimia tisini wawe wote wa Kitanzania wanatumia nishati safi ya kupikia, na hayo yanawezekana kwa sababu yeye ndiye alianzisha mfano juu ya swala hilo. Naomba mpigeni makofi mengi sana, Dkt. Samia oye!